Amen, amen. Akienda kwa nyumba, anaenda kwa nyumba ya huyo mwanamke ameketi. Wanaume siku hizi wanaolewa kwa nyumba ya mwanamke na kona remote. kwa nyumba ya mwanamke na ametoroka ndoa yake amekuja akajificha hapa mwanamume kwa nyumba ya mwanamke, nguo ni ya mwanamke, kiti mahali umeweka mguuni ya mwanamke, kitanda ni ya mwanamke, remote ni ya mwanamke, TV ni ya mwanamke, rent ni ya mwanamke. Umeolewa, ni mahali ndio haijapelekwa wewe. Umeolewa, umeolewa ndugu, umeolewa.